Ziwa Nyasa lina samaki aina nyingi sana za mapambo. Tuna aina karibu elfu moja na mia tatu za mapambo ambazo zinapatikanika katika kando kando ya ziwa Nyasa. Aina nyingi sana za samaki ambazo zipo katika hili ziwa ni samaki ambao wanapendwa zaidi kwenda nchi za Ulaya, ya China huko Ulaya, Amerika huwa ndio wanapendelea sana samaki wa mapambo wa ziwa Nyasa. Uzana tulizokuwa nazo ni ndogo na labda kama tutawezeshwa vijana tunaweza tukafanya vitu vizuri, lakini kwa sasa hivi kutokana na hali yetu ilivyokuwa duni na na, zana, na nini, yani vinakuwa uwekezaji wake ni mdogo sana yani, yani ni wakusuasua kutokana na zana tulizokuwa nazo. Tutakuomba serikalini kwamba watu waangalie waweze kutuwezesha mikopo, waweze kutuwezesha vifaa vya kisasa tuweze kuendeleza uvuvi na biashara yetu. Tunawakaribisha watu. Ninapozungumzia fursa za uwekezaji kuja, tuna fukwe nzuri sana hapa. Mimi maziwa yote hapa nchini kwetu nayafahamu, nimeshafika na fukwe zake nazifahamu yote, Viktoria, Tanganyika, watu yote, lakini fukwe iliyoko hapa Nyasa ndiyo inayoongoza kwa uzuri na ubora, inafaa, ni nzuri sana Tunawakaribisha wawekezaji waje kuwekeza kwenye mahoteli na unaanza kuona wageni jinsi ambavyo wanakuja weekend huku kwetu Mbamba Bay kwenye ziwa huku kwa ajili ya kuja kupumzika, kufurahi. Wanakuja vikundi mbalimbali mbali, familia wanakuja. Kuna uanzishaji wa vizimba na yenyewe ipo kwenye ilani ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba yameanza majaribio, yameanza ziwa Victoria, katika ilani hii na ziwa Nyasa baada ya ziwa Viktoria, ambayo ni eneo la majaribio. Sasa maeneo mengine kwenda ziwa Nyasa huku kwetu na maziwa mengine yaliyopo katika taifa letu, lakini na sisi tupo kwenye hiyo program ambalo ni jambo kubwa. Hiyo, hizo ni mambo ambayo ndio tunayoyahitaji kwa ajili ya kutusaidia kuweza kukua, kuinua uchumi wa maeneo haya, kuinua biashara ya maeneo haya ya ukanda huu wa Ziwa Nyasa ikiwemo maeneo ya kwetu hapa ya